Kuna maneno matatu rahisi lakini yana uwezo wa kubadilisha dua yako. Kuyapunguzia uzito wa moyo na kufungua milango ambayo haukuwa na nguvu ya kuigonga. Maneno hayo ni Ya Rab, Ya Latif, Ya Mujib. Unaposema Ya Rab, unainua mikono mbele ya Mola anayekutazama, anakujua na anakusikia hata kabla hujafungua mdomo. Ni kama kusema Mola wangu, mimi sijui, lakini wewe unajua. Mimi siwezi, lakini wewe unaweza. Niongoze, unitengenezee njia, unishike mkono. Kila ukitamka Ya Rab, moyo wako unatulia kwa sababu unajikumbusha kuwa maisha yako hayapo mikononi mwako, bali mikononi mwa Mola Mlezi. 2. Ya Latif, mwenye upole wa siri kisha unasema ya Latif. Hapa unaomba ule upole ambao hauumizi, ule msaada unaokuja taratibu, bila kelele, bila vurugu, bila ugumu. Ya Latif ni dua ya wale wanaohitaji faraja, wale wanaopitia maumivu ya ndani ambayo hawawezi kusema kwa mtu yoyote. Nikisema ya Latif ni kama kumwambia Mola, sahihisha mambo yangu kwa upole wako rekebisha hali yangu bila kuniumiza, kaa nami kwa huruma isiyojulikana na wanadamu. Tatu, ya Mujib mwenye kujibu dua. Neno la tatu ni ya Mujib, mwenye kujibu dua bila shaka, bila kuchelewa, bila kuacha hata tone la maombi yako kupotea. Hili ni jina la matumaini, ni jina unalolitamka wakati roho yako imechoka, lakini bado inataka kusimama ni jina linalokumbusha kuwa hakuna dua inayoenda hewani bila kusikilizwa. Unaposema ya Mujib, unaamini kwamba kile unachoomba Allah anakisikia, anakipangilia wakati wake, na anakikujibu kwa njia bora zaidi kuliko ulivyoomba. Kutuliza moyo, ya Rab kupata msaada usio na maumivu, Ya Latif. Kujibiwa dua zako, Ya Mujib. Jaribu leo kusema: Ya Rab, ya Latif, ya Mujib. Mola wangu, mwenye upole, mwenye kujibu dua, nifanyie mambo yangu kuwa mepesi. Hitimisho: usiku ukiwa peke yako au wakati maisha yanapokupiga kwa nguvu, kumbuka maneno haya matatu.